Kama unapata choo chenye damu ndugu yangu, hiyo sio kawaida. Sasa wengi wamekuwa wanapoenda chooni, unakuta anapata damu kidogo, na anajipa moyo kwamba labda ni chakula. Ndugu yangu, shtuka, hicho sio chakula, hicho ni ishara kubwa sana kwamba kwenye kuta zako za tumbo tayari kuna majeraha, kuna, ma, kuna mpasuko, lakini pia kwenye zile veins zinavyopatikana kwenye njia kubwa tayari zimeshavimba na kupasuka. Ndio maana unapata, unapata choo cha damu, kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuhakikisha unapata dawa mapema kwa ajili ya kuimarisha zile veins. Ndio maana wengi wanaotumia dawa inaitwa Pilecare wamekuwa wakipata wa matokeo haraka. Ni kwa nini? Ni kwa sababu chanzo cha tatizo cha bawasiri ipo kwenye mishipa, na ndio hiyo inasababisha upate choo cha damu, inasababisha upate ma, maumivu makali. Ndio ndio hiyo, hiyo ambayo inasababisha unapokwenda kujisaidia upate, au uwe na miwasho. Kwa hiyo unachotakiwa, ndugu yangu, usipuuze hizo dalili ndogo ndogo, ndio ambazo natakiwa tu tibu mapema ili kuweza kutokomeza tatizo. Wasiliana na Dr. Jimmy leo ili upate dawa inaitwa Pilecare kumaliza kabisa changamoto ya bawasiri. Karibu.